Wokovu au kuokoka ni msamiati muhimu sana katika imani. Sasa ili kuweza kujua thamani ya wokovu, ni muhimu sana kufahamu maana ya wokovu na maana ya kuokoka, ili uweze kuona ule uzito wa hilo neno na uweze kulithamini. Kwanza kabisa Msingi wa kutumia neno kuokoka unakuja tu pale ambapo kitu au mtu amekuwa amebadilika kutoka hali ya awali ambayo ilikuwa ni bora na wezeshi katika maisha yake kwenda hali hatarishi ambayo sio salama kwa maisha yake. Sasa ikitokea mabadiliko ya na namna hiyo na yule mtu akatokea mtu akamsaidia yule mtu kutoka hali hatarishi kumrudisha hali yake ya awali ambayo ilikuwa salama, hapo ndio tunaita wokovu. Unaona, kwa hiyo wokovu unatokea tu pale, neno wokovu linatumika tu pale ambapo tunarejesha kitu kutoka hali hatarishi kurejea hali yake ya kwanza ambayo ilikuwa ni salama na sahihi katika ufanisi na utendaji kazi. Hii ndiyo maana rahisi kwa lugha ya kawaida ya neno wokovu. Sasa, ili wokovu uweze kukamilika kwa lugha ya kawaida, lazima atokee mtu ambaye atenda kumchukua yule mtu ambaye yupo kwenye hali hatarishi ili aweze kumrudisha kwenye hali yake ya awali ambayo ilikuwa ni salama na sahihi. Sasa ili mtu yule ambaye yupo kwenye hali hatarishi aweze kuokolewa, lazima kwanza atoe ushirikiano na mtu yule ambaye, ambaye, ambaye amekuja kumwokoa. Na ushirikiano wa kwanza ambayo anatakiwa atoe ni kumwamini yule ambaye amekuja kumwokoa, awe tayari kumshika mkono, na baada ya kumwamini awe tayari sasa kufata maelekezo yanayotakiwa ili aweze kuokolewa kwenye ile hali ya tarishi ninapozungumza mtu ambaye yuko kwenye hali hatarishi, manake mtu ambaye yuko kwenye hali ambayo yeye kwa akili zake hawezi kutoka, kasha shindwa, akili zimechoka kabisa, huwa hana uwezo wowote wa kutoka katika ile hali. Kwa hiyo anatuma mtu mwingine mwenye uwezo wa kushinda ile hali kwenda kumtoa kwenye ile hali hatarishi, kurudisha hali yake <coughs> ya awali. Naweza kutolewa mfano, kwa mfano kama mtu alikuwa anaogelea ajui kuogelea akienda kwenye maji ya kina kirefu, anatakiwa aje mtu mwenye uwezo wa kuogelea, aje amsaidie huyu mtu. Lakini ili mtu aweze kusaidika, lazima amwamini yule mtu ambaye amekuja kumwokoa na afate ma maelekezo. Kama ataambiwa, usicheze tulia, atulie mpaka arudishwe hali yake ya awali ambayo ilikuwa ni salama. Tumaona mara nyingi hata kwenye vita kuna wanajeshi wanaweza kuwa wako katika hali hatarishi, ambapo wanahitaji msaada, unakuta hawana vyakula, labda wamezungukwa na maadui, wanasubiri kufa tu. Wanakuja wanajeshi wengine kama waokozi, wanakuja pale kwa inabidi waamini, wawape ushirikiano ili kuwatoa pale, kuwarudisha kwenye hali ya awali ambayo ni salama. Hii ndio maana rahisi ya neno uokovu kwa lugha ya kawaida. Sasa tuje sasa maana ya wokovu katika imani. Katika video zangu za awali nimezungumza, ili wokovu utokee, kuwa lazima pawe mabadili, na mabadiliko na nilizungumza kuwa kabla ya Adamu kuanguka katika dhambi alikuwa na hali yake ya zamani, ya zamani ambapo alikuwa anaishi na Mungu kuwa na mbwa wa Mungu na kutawala na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini hali yake ilipobadilika baada ya dhambi kuingia, na hili litokana na pale Adam aliposhindwa kutii, dhambi ikaingia, ikabeba yeye pamoja na uzao wake wote pamoja na wewe na mimi, ikatupeleka katika mazingira ya hatari ambayo sisi tulikuwa hatuwezi kutoka katika hayo mazingira, tunasubiri kufa tu. Sasa akaja mtu mmoja ambaye alishinda ile dhambi ambayo ni Yesu Kristo. Yeye alipokuja akaja akipiga dhambi, na alipopiga dhambi, kivuli chake kikaendelea kuwepo. Sasa akaja kutuokoa tena kwa njia ya imani sasa ili tutoke katika hicho kivuli cha dhambi, na huyo Yesu sasa akawa anahitaji ushirikiano wako. Ushirikiano gani? Kama alivyosema ya kwanza ni kuamini, kumwamini kuwa yeye anaweza kukuokoa kwenye dimbwi la dhambi ambalo wewe umeshinda na unasubiri kufa tu. Kitu cha kwanza lazima ku kwa umwamini na kusha mwamini upate kufata masharti yaani, maelekezo. Yani awe bwana wako, sasa akuelekeze, ufate ile maelekezo mpaka akurudishe kwenye hali yako ya awali. Kwa ukiangalia, tunaposema kukoka ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Tunaposema kumwamini kuwa mwokozi wako ni pale kukubali kuwa wewe unahitaji msaada, kuwa uko katika dimbi la dhambi, kuwa hauwezi sasa kufanya chochote. Yeye alishashinda dhambi, lakini kuna, kuna kivuli ambapo bado kinakufunika sasa. Unahitaji kumwamini na ukishamwamini sasa, kama ndio mwokozi wako, kwa sababu kama livyosema awali kuwa wokovu awezi ukafanika kama mtu anayekuja kuokolewa hata mwamini okoaji. Ili uokovu ukamilike, lazima mokoaji na yule mtu ambaye anakuja kuokolewa washirikiane, na ushirikiano wa kama iyosema, kwa kwanza ni kumwamini mokoaji, na pili, anayeokolewa afate maelekezo ni yule mokoaji. Kwa hata Yesu alipokuja, na mpaka sasa hivi anazungumza ili kuwaokoa kutoka kwenye kivuli cha dhambi, watu ni kumwamini. Kinachotakiwa ni kumwamini, na baada ya kumwamini kama mwokozi, endeni ukubali kuongozwa ili awe bwana wako, na ndio maana tunasema wokovu ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wako. Sasa ukishatimiza kumwamini ukamshika mkono, unaona, and then ukafuata maelekezo, akawa bwana wako, sasa anakurudisha kwenye hali yako ya awali ambayo ilikuwa ni bora. Ni hali gani? Ile hali ambayo alikuwa nayo Adam kabla ya anguko lakini Bibilia inasema Yesu akuturudisha tu pale, alituhamisha akatupeleka juu mbinguni, akatuketisha pamoja na yeye. Kwa hiyo kiurahisi kuokoka manake ni kukurudisha ni kumrudisha mwanadamu kutoka katika hali ya udhambi ambayo ilikuwa ni hatari kwa ajili ya maslahi mapana ya maisha yake, kumrejesha kwenye hali yake ya zamani ya uungu ambayo ndio aliumbwa, awezi kuishi vizuri aweze kustawi aweze kutawala kama mfalme na kuhani. Hiyo ndio maana ya kuokoka. Kuokoka sio tu kwenda kupiga magoti na kuamini, lazima uelewe kuwa unarudi kwenye hali yako ya zamani ya awali ambayo ilikuwa ni bora, kwa kumwamini Mokozi ambaye ni Yesu Kristo, na kumwamini kuwa Bwana Mokozi wa kufuata maelekezo. Yesu anapokuja kumwokoa mtu anafuata maelekezo, anakupa roho yake, unaona na anakurudisha kwenye hali ya awali. Na kama bado mazingira yako yako mazuri, anakufanyia, anakupa huduma za kwanza kama kuombewa na kuwa katika hali sasa ya usawa kama ulivyokuwa awali. Sasa ukishafahamu hivi, utagundua kuwa mtu akiamua kuokoka kwa uelewa sahihi ambacho kuokoka kwenyewe kuamini kunatokea, lazima pawe na hiari kwa kupenda. Kama alivyosema ni ushirikiano, ambayo yule anayeokolewa anatoa. Anaweza akaamua asitoe ushirikiano, aendelee kufa, unaona, lakini huu unakuwa sio uamuzi mzuri. Kwa hiyo kuamini lazima kuwa ni kitendo cha hiari. Mtu anayekuja kuokoa awezi kumlazimisha, unaona, ataomba ushirikiano ili aweze kumtoa katika ile hali hasa ukishafahamu maana hii utagundua kuwa mtu aliyeokoka maana yake ameketishwa pamoja na Kristo mbinguni, akisharudi kwenye hali yake ya awali inamaana lugha inabadilika, tabia inabadilika, kila kitu kinabadilika. Hiyo ndio maana ya kutubu kubadilika, ndio maana ya kutubu. Sasa hii unaposikia ka kutubu, kuwa amebadilika kutoka hali ya dhambi ile hali yake ambayo ilikuwa na mtawala ya dhambi karudi kwenye hali yake ya ya awali ya uumu. Ndio maana sasa mtu ambaye ameokoka yuko katika hali ya awali kama Adam, na unakumbuka maisha ya Adam kulikuwa kuna dhambi, hakuna shida, hakuna njaa, ziko tu maisha ya ukuani, maisha kuishi kama mfalme na kutawala dunia. Hayo ndio maisha ambayo mtu akiokoka anatakiwa aishi. Sasa mtu akiokoka hawezi kuzungumza lugha ya dhambi, kwa sababu kasharudi kwenye hali yake ya awali. Mtu akiokoka ina maana anapozungumza dhambi, anasema Mungu ninakushukuru kwa msamaha wa dhambi. Mtu aliyeokoka na kurudi kwenye hali yake ya awali hawezi kutubu dhambi, kwa sababu mbinguni hakuna dhambi, tayari ameshakitishwa pamoja na Kristo. Lakini yule mtu ambaye amekataa wokovu huyo ndiye anaweza akatubu kule, kwa sababu anaishi sehemu ingine hatarishi. Kwa hiyo lugha ya mtu aliyeokoka, sasa ili ujue thamani yake kwa yeye, anakuwa anaishi utakatifu kwa sababu amepokea roho ya Mungu. Anaishi kwa roho ya Mungu kwa sababu dhambi ilipompiga, Yesu alipokuja alimpa roho yake kumtoa kule na kumrudisha katika hali yake ya awali amekuwa zaidi ya yule Adam kwa sababu Adam alikuwa nafsi inayoishi. Huyu hapa amekuwa roho itiayo uzima. Unaona, kwa hiyo ana utukufu mkubwa. Unaona, ana ushirika na Mungu, utakatifu ni wake, sio kwa sababu ya matendo yake, kwa sababu ya ile roho ya Mungu wa iko ndani yake, pale alipokuja kuokolewa na Kristo akaipokele roho ambayo ikamsaidia ku katika ile hali kumtoa katika ile hali ya udhambi, kuja katika hali ya utakatifu. Unaona, kwa hiyo maana anaposema yeye ni mtakatifu, yeye ni ni mwenye haki, yeye ni mtoto wa Mungu, anakuwa anazungumza asili yake, kwa sababu Adam aliumbwa na Mungu kwa mfano wake, ukiangalia ile Mwanzo mmoja. Kwa hiyo hiyo ndio asili ya wanadamu, na wokovu ulikuja tu pale ambapo wanadamu alitoka kwenye asili yake ambao ilikuwa ni bora na salama, akaenda kwenye asili atarishi. Ndio neno wokovu likaja sasa likatumika kumrudisha mwanadamu kwenye asili yake, na mwanadamu baada ya kubali na maana kubali mabadiliko, alitubu na kurudi na kurejea na kwenye hali yake ya awali kwa kuamini na kumfuata Yesu, kwa Bwana na mwokozi wangu, kumfuata Yesu, kwa Bwana mwokozi wangu, nimelisikia kuwa ni kufuata zile maelekezo ambayo Kristo amesema. Na alipokurudisha sasa ali kwenye hali ya awali, akakwambia awal, kitu kimoja ikuwa kaa na ndani yangu.